Well, vipenzi vyangu, tunajua bwana Diamond Platnumz yuko zake London kenda Manchester kwenye beach, lakini leo bwana uh, Diamond Platnumz kamuandikia ujumbe mzuri sana Zuchu kwenye comment section pale Zuchu tu alienda harusini, na hii post nimeiweka, hii ndio outfit yake ambayo amefanyia show kwenye harusi. So wakati picha zake zishatoka za kwenye photoshoot akazipost, si mnaona hapo? Ehe, sasa kwenye comment section mnaona comment ya Diamond inasemaje? Ka comment hivi, mke wangu mimi, halali yangu, katamu kangu, oh my God. <laughs> This is mind blowing. Kuna comment za watu wengi wengi lakini achana, ninazo mimi nimependa comment ya mume wake Zuchu, Mrs Nasibu Abdul yamani, anapendwa hmm. Diamond anampenda mke wake jamani, Diamond anampenda mke wake nani? Alisema ka, ka nani? Yule alisema kalazimisha kuoa, kuna yule mbea wa taifa jamani, alituambiaje? <laughs> Unakumbuka alisema Diamond kalazimishwa kuoa Zuchu, kamwekea gun hapa na kuambia lazima utanioa. Mnaona maneno matamu kutoka kwa Diamond Platnumz kwenda kwa mke wake, sio Zuchu kwenda kwa Diamond, no. It's from mume kwenda kwa mke wake, kamwita katamu kangu, mpenzi wangu, mke wangu halali. Hembu angalieni tena hapo, hiyo ndio posti ya Zuchu. Sasa naiona hiyo posti ya Zuchu hiyo, ehe. Sasa twende kwenye comment section, comment ya kwanza hapo ya Haji Manara inasema shemu, comment ya baba lao inasema: mke wangu mimi, halali yangu, katamu kangu, mahaba mahaba ndindi. Zuchu anazidi kutunyoosha jamani, mi nimependa sana hii comment ya Diamond. Ah, nasikia raha <laughs> nasikia raha hatari, eh? nani aliwaambieni Diamond hampendi Zuchu? nani mmesikia wapi? Yule mbesi za kimya. <laughs> hana tena maneno, hana tena mdomo. Um, Zuchu katufumba ka wote midomo, wambea wote kawafunga midomo, lakini mimi ni timu Zuchu jamani. Always, forever, mimi ni timu Zuchu, halali yangu katamu kangu. Mmeona mambo yalivyokuwa yananoga, mambo yalivyokuwa bolbol, mambo yalivyokuwa matamu haya. <laughs> kama kawaida, timu Zuchu ni waoneni kwenye comment na waoneni vipenzi vyangu ehe. Na waoneni wote tim Zuchu na waoneni na komenti zenu, na waoneni mbo furahi furaha yenu yote naioneni, tuendeleeni kumpa big up Zuchu kwa ushindi wake huo walopata. Kupata ndoa na Diamond Platnumz sio kazi ndogo, mke wa bosi huyo, mke halali wa Diamond Platnumz. Well, vipenzi vyangu, kama ulikuwa hujasubscribe, make sure una subscribe ili usipitwe na mambo mazuri na matamu zaidi ya mastaa takavyo post tu, uwe wa kwanza kupata habari kuwa notified. Hebu tumwangalie ni zuchu hapa vizuri jamani, tum, tum admire our baby girl Zuchu.